mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Katika yale tunayokuandalia ya mtazamaji pia msikilizaji, wapiganaji wa M ishirini na tatu AFC RDF, jeshi la Rwanda, kwa sasa wanajiandaa kuondoka katika mji wa Bukavu na Goma. Kulikoni, hivi punde tu wataondoka kama walivyoondoka katika mji wa Uvira kubali usipo kubali na kuomba andamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho, utajua yale ambayo yamepangwa kwa sasa. Lakini tafadhali usisahau wewe ambao bado huja subscribe, huu ni muda wako, usikose kusubscribe yaani kuja abone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, usikose kushare yahani kupartage kuwasambazia wengine huu utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. hivi na kuomba waandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Naam mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini, niuze maali popote ulipo, acha twende kukupa habari ambazo ni mbichi na za sasa. Habari tulizo nazo za husu tangazo la jeshi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, FARDC. Msemaji wa jeshi la taifa ambaye kwa sasa ni kaimu msemaji wa FARDC ametoa kitangazo, taarifa kwa vyombo vya habari namba 03 ya jamhuri ya kidemokrasia ya Congo ya tarehe Januari 23 mwaka wa 2026. Ishirini na ikumbukwe tu ni siku ya Ijumaa. Yaani, hii ni habari mbichi, habari mpya, habari ya sasa, habari ambayo ni moto moto, mtazamaji. Vikosi vya jeshi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo FARDC vinatahadharisha na kujulisha watu wote. Ote katika nchi mzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ulimwengu mzima, yaani kimataifa, kuhusu mikakati na mipango ya jeshi la Rwanda na wasaidizi wake wa muungano wa AFC M23 unayolenga kusababisha ukosefu wa usalama na machafuko baada ya kujiondoa katika maeneo yote wanayomiliki, haswa katika miji ya Goma na Bukavu ambayo ni miji mikuu ya mkoa wa Kivu ya kaskazini na ule wa Kivu ya kusini kama walivyojaribu kufanya huko Uvira. Mm, sijui sega sikio kaimu msemaji wa jeshi la taifa anatoa kitangazo na kuarifu vyombo vya habari kupitia vyombo vya habari namba tatu sifuri tatu ya januari ishirini na tatu mwaka wa elfumbili na ishirini na sita taarifa hiyo imesema hivi vikosi vya jeshi ya jamhuri ya kidemokrasia ya congo yaani fardc vinatahadharisha na kujulisha watu wote katika nchi mzima ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na ulimwengu mzima ya kimataifa kuhusu mikakati na mipango ya jeshi la Rwanda na wasaidizi wake wa muungano wa AFCM ishirini na tatu, mipango inayolenga kusababisha ukosefu wa usalama na machafuko baada ya kujiondoa Aswa, ni wakati wanajiondoa katika maeneo yote wanayomiliki hapa. Wanasisitiza na kuonyesha kuangazia, hapa kwa mfano, kabla watu waondoke katika mji wa Bukavu na mji wa Uvira a, msamahani na mji wa Goma yaani miji mikuu ya mikoa miwili jirani inayofahamika kwamba mkoa wa Kivu ya Kaskazini na mkoa wa Kivu ya Kusini, wanaandaa wana mipango ya kuharibu kabla ya wao kuondoka, kama walivyofanya mjini Uvira. Mtakumbuka kwamba siku moja tu kabla ya kuondoka kwao kutoka Uvira, jeshi la Rwanda na muungano wa AFC-M23 walipora na kuondoka jijini, wakiandaa wenyewe makundi ya magenge ya waporaji waliopangwa vizuri kuhusika kufanya hivyo. Yaani walikaa wakapanga kabla waondoke wakapanga hata makundi ambayo yatajihusisha ya ya na uporaji baada ya kuondoka kwao, ili baadaye uvumi na uongo usambazwe kwamba ni jeshi la taifa wazalendo walioendesha uporaji. Msemaji wa jeshi la taifa anaendelea kuangazia kwamba lazima tuwafahamishe hapa kwamba vitendo hivi visivyokubalika vilipangwa wakati wa mkutano uliofanyika Jumamosi mosi Januari kumi na saba. Hapa inaangazia mambo yaliyopita Uvira, yaani kabla waondoke walipora, na kabla wapore walifanya mkutano au kikao Jumamosi ya tarehe Januari kumi na saba mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita huko Uvira ambapo vikosi vya ulinzi vya Rwanda RDF, muungano wa AFC M23 na washirika wao kutoka Tulibaneo Rere, Tabara na wengine waliamua kuharibu miundo mbinu muhimu ya serikali na mali za kibinafsi, na kama ilivyo desturi yao, kukamata vifaa vya ukarabati wa barabara na magari ya serikali na hatimaye wakawashawishi vibaya jamii zenye amani za Kivu Kusini ambazo zimeishi kwa amani kamili kwa miongo kadhaa chini ya ulinzi wa vikosi vya wa serikali kwa kuwalindia ulinzi na usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hao ni nani? Ni wale wanaotajwa kuwa ni Wanyamulenge walitumia uongo wa wazi waliotunga katika ofisi za jeshi la Rwanda, wakiwaingiza katika upotovu na uongo kama vile unyanyasaji wa moja ya jamii za kabila lilishido jimboni huko Kivu Kusini na vikosi vya ulinzi vya usalama vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC, wakisema wanawatesa, wanawanyanyasa hiyo ni njama zilizopangwa na Rwanda ili kuonyesha jumuiya ya kimataifa na ulimwengu mzima kuwa wanateswa na kunyanyaswa. Hata ujumbe huo na watu waliowatumia wakausambaza na vyombo vya habari vya mrengo wao wa uvamizi. hata hivyo vyombo kadhaa vya habari visivyohegemea upande wowote viliripoti kwamba baada ya kukamatwa tena kwa jiji la Uvira, jeshi la taifa FARDC ambavyo ni vikosi vya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo vilipelekwa katika mji wa Uvira kwa ajili ya ulinzi wa jamii zote bila ubaguzi, ikiwa ni pamoja na Banyamulenge wanaotajwa kila mara kama kisingizio na ambao wamoja wao walikataa utumiwa kama vile vyombo na jeshi la Rwanda na wapiganaji wa muungano wa AFC-M ishirini na tatu figwa nao na Dede Tabara nao walipendelea kubaki Uvira, na wakabaki jeshi la taifa la FARDC iliwalindia usalama wao mara walipoingia, aliwalindia usalama wao vilivyo kwa kuheshimu mahamizo kumrazi uh, kwa kuheshimu maazimio na ahadi zinazohusiana na, na haki za binadamu na sheria ya vita kote ulimwenguni. Kutokana na hilo, jeshi la taifa FARDC hawatovumilia vitendo vya mauaji ya kimbari vinavyopangwa kufanywa na jeshi la Rwanda kupitia FCM 23 katika ardhi ya Kongo. Jeshi la FARDC halitovumilia kabisa. Zaidi ya hayo, jeshi la taifa FARDC wanathibitisha kwa nguvu kujitolea kwao imara na azma ya kutetea uadilifu wa eneo la kitaifa na kulinda jamii zote na mali zao, hata hadi pale watakapoiona tone ya damu ya mwisho kuanguka wakiwa wenye kutetea ardhi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Aliyetangaza na kusaini kitangazo hicho si mwingine bali ni Luteni Kanali ya Tonga Azukai Mark, ambaye ni kaimu msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa FARDC. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, ni hayo ambayo tumekuandalia asubuhi mapema Jumamosi hii, na nikufikia kufikia hapo sina cha ziada hadi tutakapokutana tena hewani kwenye ukurasa mpya, usisahau kaulimbio yetu ambayo ni wewe, ambaye bado huja subscribe, huu ni muda wako, usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartage kwa wengine, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hadi hapo tutakapokutana tena hewani, anasema asante kwa kukubali kuichagua Kuna Nini News kuwa chombo chako cha habari.